Hey. Hey. Ah, ingekuwa kila siku hivi ningepungua. Ulikuwa unaelekea wapi? Nilikuwa nafika kwa na bauda. Ulikuwa unaelekea ah, eh, ah, wapi? Kwa natamani niendelee, nimesahau kitu kile kule. Kule ulikuwa unaelekea wapi? Nimenogewa. Eh, ah. Aa, ah, karibu sana Arusha Polisi Jamii Jogging Club, tunawakaribisha ni bure. Inakuwa kila siku. Kila siku wa Jumamosi saa 12:30 mpaka saa 2 narudi

Asante sana, karibu sana eh? Aya, asante mwana, mazoezi mema. Haya, rudi sasa kwenye kituo chako.